Jina langu ni Edwin Simiyu. Kwanza ni tahariri, ni mwaka mmoja tangu naibu wa rais Kithure Kindiki kumrithi mtangulizi wake Rigathi Gachagua. Amesemwa sana Kithure Kindiki katika mijadala mipana kwenye mitandao ya kijamii katika siku za hivi karibuni, amesengenywa sana kwamba amefanya kazi kwa udi na ambari, pia anajua anachokifanya kwenye wadhifa wa naibu wa rais. Tahariri nasema utendakazi wa naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ni kwa kupigiwa mfano na kuigwa, yani, he is an example to be emulated not to be avoided. Anaibua kumbukumbu ya mwanafalsafa Rosalin Karter, kwamba kiongozi huwapeleka watu wanakotaka kwenda. Pia kiongozi bora huwapeleka watu mahali ambapo si wote wanataka kuwa, lakini wanastahili kuwa hapo mara si moja tahariri imesema kila siku huwa ni fursa ya kujifunza. Kwa hili la mwaka mmoja wa profesa Kithure Kindiki ofisini, maishani, nyenyekea kabla ya kunyenyekeshwa, jukumika unapojukumishwa. Maana akiwa katika wizara ya usalama wa ndani, mili ya risasi ilipungua kaskazini mwa bonde la ufa, alifanikiwa kunyamazisha mtoto wa bunduki pia katika utendakazi, punguza pupa. Profesa Kithure Kindiki anajua sana kutumia kauli ya Robert Green, first law of power, never outshine your master. Usiwe na hasira, kuwa na sikio la kusikia, wasikilizi wasemao mema, pia wanaokukosoa, maana yote yatakufaa kwa wakati wake. Radio 47 inasema a good leader is one who takes people from point a to b, not because point a is bad But point B is better than A. Na ndiyo tahariri ya Radio 47.